Chief Sarwat, oye cherehani safi. Mkuu wa shule ya Chief Sarwat Bi Ramla Ibrahim amesema shule hiyo ni miongoni mwa shule hamsini na sita Tanzania Bara zinazofundisha somo la michezo pamoja na darasa la Mama Samia ambalo linatoa nafasi ya masomo kwa wanafunzi waliokatisha masomo kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo ujauzito. Zidi miaka ishirini na moja, tutamsajili atasoma mwaka mmoja form two, atafanya mtihani wa taifa, lakini pia atasoma mwaka unaofuata atafanya mtihani wa taifa kidato cha nne, na mwisho wa siku atamaliza kidato cha nne na atapangwa shule ya form five ya serikali ya kawaida kabisa. Mwaka jana, tuna wanafunzi ambao wamepangwa kidato cha tano na wamesoma darasa la Mama Samia. Kwa darasa la Mama Samia linafanya vizuri, kwa wazazi tunawakaribisha kuendelea kuwasajili wanafunzi kwenye hili darasa la amali. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia shule yetu ni shule ya michezo miongoni mwa shule hamsini na sita Tanzania zinazotekeleza somo la michezo na sisi ni miongoni mwa shule hizo, na ndiyo maana tunaendelea kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa uwanja, lakini kwa ajili ya kununua vifaa hadi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumenunua vifaa vya shilingi milioni sitini, lakini pia tumeletewa fedha shilingi milioni mia tatu kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja. Muda si mrefu, tutaanza ujenzi wa kiwanja hiyo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ni miongoni mwa shule zinazotekeleza mtaala mpya tangu 2024 kwa sasa wanafunzi wa kidato cha pili watafanya mtihani wa taifa wanasoma amali ya ufundi. Ndugu wazazi, tukisema amali ya ufundi tunamaanisha wanafunzi ambao watakaokuwa wabobezi kwenye michezo mbalimbali mbali. lakini kwetu hapa tunawafundisha somo la riadha. wakimaliza watakuwa na ujuzi mbalimbali mbali. lakini hawa wanafunzi wanasifa ya kipekee, wakimaliza kidato cha pili, maanake watakuwa wamemaliza stage one ambayo hii stage 1 wa kigraduate maanake wana uwezo wa kwenda kuapply kazi kwa sababu ya walichokuwa wanakisoma. Tunaamini wanakuwa tayari ni mafundi wazuri, wanaweza wakaa makocha, wanaweza wakaa wafanyabiashara kutokana na yale masomo yao wanayofundisha. Watakaporudi kidato cha tatu na cha nne inaitwa stage 2, ambayo kwenye hii stage 2 watamaliza kidato cha nne, wakitoka hapo wataenda kidato cha tano na sita kama wanafunzi wengine, na watapangwa combination, kama wanavyopangwa wanafunzi wengine wa kidato cha tano. Nichukue nafasi hii kuambia wazazi, mtaala mpya unamsaidia mwanafunzi aweze kujiajiri mwenyewe. Kwanza una somo la elimu ya biashara, lakini pia una, una somo ambalo lina ujuzi wa maisha kwa huyu mtoto anafundishwa ujuzi wa maisha, pamoja na changamoto zozote atakazokutana nazo, ana uwezo wa kukabiliana nazo. Kwa tusiogope tunapoambiwa mtoto anasoma amali, maana imekuwa na changamoto kwamba kuna wazazi wanafika wanasema sitaki mwanangu asome amali. Amali ni nzuri sana, kwa sababu mwanafunzi anapomaliza anakuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi sana, na huu ndo mtaala mpya ambao unatekelezwa kwa kidato cha kwanza Tanzania nzima ishirini ishirini na tano. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kutekeleza mtaala mpya kwa vitendo, tunatamani kuanzisha somo la ushonaji. Hili somo la ushonaji linahitaji wanafunzi ambao wana ujuzi au ambao watafundishwa kwa ajili ya kushona, na akimaliza kidato cha nne au akimaliza kidato cha pili, ana uwezo wa kujiajiri mwenyewe. Nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kukuomba kwa dhati kabisa, pamoja na changamoto zote tulizo nazo, lakini naomba tuanze na hili ili tuweze kuwasaidia vijana wetu. Naomba kwa heshima na taadhima kabisa utusaidie cherehani tano. Changamoto nyingine zote tutajua namna ya kufanya, lakini tunaomba kwa heshima ya siku ya leo utusaidie cherehani tano. Kwa sasa tuna cherehani moja. Tunaamini tukipata cherehani hapo moja, zitakuwa cherehani sita. Mwisho wa siku, tutaanzisha ili somo na wanafunzi watafanya mtihani wa taifa 2026 20. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika mahafali hayo Inyasi Stanislaus, ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Manyara, ameahidi kuyafanyia kazi changamoto zinazokabili shule hiyo ikiwemo kuiwezesha shule kupata cherehani ili kuwawezesha wanafunzi kusoma elimu ya ufundi. Shule ya Chief Sarwat ni shule ambayo ni miongoni mwa shule chache sana. Wako wakuu wa shule hapa, sidhani kama wao wamepata bahati ya namna hii, ambayo wanapata Chief Sarwat kuwa shule mmojawapo kati ya shule ambazo zinanufaika na miradi ya shule za amali pamoja na shule za michezo ndani ya mkoa wa Manyara. Nafikiri Tumepata shule sh ya Chief Sarwat pamoja na shule gani? Rafiki shule zote zile mbili tu. Hii ni moja wapo. Na miradi mingi sana inaletwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha kama michezo inaendelea vizuri sana. Lakini Wizara ya Elimu ilizindua mpango wa elimu kwa maana ya kwa kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anayetoka shuleni walau atoke na ujuzi nje na kusoma masomo yale mengine toe na ujuzi tofauti ambao utausaidia kwa ajili ya kwenda kupambana na soko la ajira tuwezeshe shule hii kupata cherehani. Ndugu mkuu wa shule, mgeni rasmi uliyemwalika, yeye amenituma na ameniagiza kwamba nikuletee cherehani moja ya mfano, lakini yeye mwenyewe akasema atakuchangia cherehani mbili. Moja ya mfano iko hapa, nafikiri naomba iletwe hapa. lakini wakati hiyo inakuja, mimi kama mwanafunzi wako mpaeleo hapa nilipo nakula matunda yako, lakini wewe hujala matunda yangu. Naomba na mimi nitakuchangia cherehani moja. Lakini nimshukuru sana kaimu mwenyekiti wa bodi, kama sikosei, na yeye bahati nzuri ameanza mapema sana. Nikushukuru sana kwa cherehani moja uliotuchangia, asante sana. Kwa maana hiyo, kwenye ombi la shule kwenye cherehani tano na mgeni rasmi mbili ya kwangu moja, ni tatu na moja imeshapatikana ambayo imeahidiwa hapa. Zinakuwa zinakuwa ngapi? Zinakuwa ngapi ndugu zangu? <coughs> amsiposema mimi sitoke. Zina zina hapa zinakuwa ngapi? zinakuwa nne. Mimi niwaombe hapa, tuna wageni waandiko wamekuja hapa, ndo maana nikasema kuna changamoto za kumpelekea mheshimiwa rais. Hizi ndogo tunazoziweza tutapambana nazo sisi wenyewe. Wazalimu, wanasema nzi unayemweza kama kwa mkono uwezi kumshika andika hata kwa bunduki. Sasa nafikiri sana cherehani hizi ziko chini ya uwezo wetu ambao tuko hapa, ikiwa ni wazazi pamoja na sisi ambao tuko hapa. Naomba niwaite walimu wakuu, marafiki zangu wako hapa, mkuu wa shule ya sekondari Gihandu, pamoja na mkuu wa shule ya sekondari, naomba ni mje msimame, mje... hapa sasa mimi sitaki nyinyi mzungumze, lakini kwenu nyinyi ninatamani tarehe nne mwezi wa kwanza cherehani hizi mimi na nyinyi pamoja, mgeni rasmi ambaye alipaswa kuwepo hapa, tuziwasilishe hapa. Mimi kwa umoja wenu nyinyi wote wawili, naomba cherehani moja tuipate hapa Chief Sarwat Sekondari. Nawashukuruni sana. Ndugu mgeni rasmi leo, mimi niachie hao ndugu zangu, nitawafanyia mimi mwenyewe tarehe nne mwezi wa kwanza, nahakikisha zote zinafika hapa. Imefika ngapi? Imefika ngapi? yeah. wanasema unaweza ukaongeza apili kama unayo sindio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya wazazi mtachangia cherehani moja, lakini niahidi baada ya miezi miwili Asante sana. Miezi miwili bahati nzuri umesema wewe mwenyewe ni mwezi wa 12. Mimi na kuongeza watatu, watatu tuweze kuwasilisha siku hiyo moja kwa pamoja kwa mkuu wa shule. Chief Sarwati, safi. Chief Sarwati, oye. Ndugu mkuu wa shule, nafikiri cherehani tumezipata, idadi ni ngapi? Ni ngapi? Kwa kwa saudi au nirudi tena, ni ngapi? Kidato cha nne mmesoma risala hii, sio nyinyi wenyewe mesoma? Simeomba wenzenu tuwachagie, sio kwa ajili ya mula ujao waanze kusoma jerani, cherehani? Si ndio ombilenu tayari au bado? Tayari au bado? Washangilieni sana wale waliotuchagia.